Mwanadamu atahitaji kuwa maishi na kusema, mbona haya mimi sikuweza kuyafanya, lakini kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala mimi utazungumza yale ambayo semu hapa duniani ambayo yalikuwa nayafanya. Pia mikono yakuja kusema kama ilishika sehemu ambazo si sehemu sahihi katika maisha yetu ama si sehemu sahihi kwetu. Baadaye pia miguu kuja kuzungumza kuhusu yale ambayo tulikuwa tukiyafanya kwa, tulikuwa tunatembea sehemu ambazo si sahihi wala si sehemu halali kwetu kuweza kutembea, kama tulishika sehemu ambayo ni haramu, tulishika wanawake ambao si wanawake zetu, tulishika pesa za watu, tulikula amana za watu, tuliwasengenya watu, miguu yetu ilitembea kwenda kufanya zinaa, kwenda kufanya muharamati. Pia hayo yote kuja kuyaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuogope hiyo siku